Ili kuboresha afya yako ya uzazi, baba jaribu kuangalia uh, kuhusiana na lishe yako unaokula kila siku. Hili ni jambo la pili, la kwanza nisha kuambia kuhusiana na, na, na, na lishe yako na unaokula kila siku. Punguza ulaji wa high, high sugar snacks, yani vile vitafunio vyenye sukari nyingi. Punguza nyama nyekundu, kama fanya na ng'ombe, ulaji wake, ulaji wako punguza. Pia kupunguza highly processed foods, vyakula vilivyoandaliwa uh, sana lakini pia jaribu kula zaidi mboga mboga za majani. Pendelea kula matunda kwa wingi. Pendelea kula uh, omega 3 fatty acids. Pendelea kula uh, uh, karanga kwa wingi, korosho. Pendelea kula mbegu za maboga. Pendelea kula uh, miogo ya kumibichi. Lakini pia pendelea kutumia uh, nutritional supplement, vile virutubisho lishe au tibalishe kwa lugha nyingine, vilivyotengenezwa madini ya zinc au vilivyo na madini ya zinc ya kutosha, sababu zina oxidant nyingi sana ambazo zinasaidia sana katika kuboost afya tu ya uzazi sisi wanaume. Kama ningine Health Program click menu ilipandikwa Health Program hapo kwenye icon ya blue hii, kisha subscribe, usipite na chochote.